Afanye kazi yao maana hiyo ni kazi ya Mungu. Nina mwenyekiti wa taifa, nataka niwaambieni kama kuna mtu amejichoka, amekosa magonjwa ya kumuua, anatafuta sababu ya kufa, afanye vurugu siku ya uchaguzi. Mmenielewa vizuri eh? Yaani, nasema hivi kama wewe umetafuta magonjwa yote ya kukuua umekosa, umejinyonga imeshindikana, umejiweka barabarani magari yanakukwepa ya kugongi, sasa wewe fanya vurugu kwenye uchaguzi tukupeleke ahera haraka menielewa vizuri sisiem, hii sio ile, atucheki na mjinga. Menisikia vizuri viongozi wa sisi? Hatucheki na mjinga, watu wakapige kura wapige kura kwa amani, warudi nyumbani, tumsubiri Jenita atangazwe. Akishatangazwa mama dereva babili anatupigia ngoma. Wewe mambo yananyoka au sio? Kama una mtoto una kijana wako una ndugu yako ana mipango hiyo, mwambie Tuambie na mazishi yako yawe saa ngapi. Nimetoka Dar es Salaam, nimefika mpaka hapa kuja kuwaambia, ili msije mkalaumu mtu. Wewe mtume mtoto wako huyo, akwende huko kwenye vichochoro au kamati wana CCM, usiwafanye vurugu, wafanye nini na kuambia hivi. Akishafanya akakuhalifia, mwambie sasa, baba awepo paroko gani kuendesha misa yako. Mwambie kabisa, hatuwezi kumwacha mwenyekiti wa vijana. Sisi sio vijana biskuti, sisi ndio walinzi wa chama hiki.